Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Shikamoo mama, shikamoo mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mamaangu, nimekuja mbele yako mimi. Kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mamaake na Jenifer Jovin bili kuja almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha, lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama hatuna wa kumtegemea zaidi ya Niffer mamangu. Niffer ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. naomba mniombe msamaha kwa binti yangu, sijui imekuwaje ametetereka. Na Niffer mwanangu anakupenda sana, mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia suru suti na ikawa imekubalika sana, yoyote yote ni kuonekana ni jinsi gani anapokupenda na, na, na kukupa respect kama Mheshimiwa Rais wetu mamangu. Namtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umo mamangu. Tegemezi yangu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba. Naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais ndugu zangu. Amekosa, yeye anatambua makosa yake. Naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada yako zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu, hamna yoyote wa kutegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama, hatuna pa kutoa msaada mama. Samia, naomba utusaidie mama, naomba mama, msamehe binti yangu.